Ninaitwa Wakili Revocatus Kuuli, ninaongea kutoka katika studio za Wakili TV Mikocheni. Mimi ni wakili pia wa Mahakama ya Uhalifu wa Kivita ICC. Aa, pia ni wakili niliyosajiliwa na Mahakama ya Haki za Binadamu na Watu Afrika pia nimefanya kazi kama wakili katika mahakama ya umoja wa kimataifa yani IRMCT na ni mwenyekiti wa kamati ya mambo ya kimataifa ya chama cha mawakili Tanganyika. Nitakuwa nikitoa elimu kuhusu mahakama ya uhalifu wa kivita Yani ICC kazi zake na maswali mengi ambayo wananchi wengi wamekuwa wakiuliza. Kwa hiyo leo nimepata fursa hii ya kuzungumza na nyinyi kutoka Wakili TV. Mahakama ya uhalifu wa kivita yani ICC, mchakato wa uanzishwaji wake umekuwa kwa uh, muda mrefu toka miaka elfu moja mia tisa arobaini na nane baada ya vita kuu ya pili ya dunia baada ya mauaji ya Nuremberg na Tokyo, ambapo jumuiya ya kimataifa iliona ni muhimu kuwa na chombo ambacho kitasimamia Uh, kesi za uhalifu wa namna hiyo. Kwa hiyo, mchakato ulianza mwaka 1948 lakini, ulichagizwa zaidi wakati uh, vita baridi vya Ulaya Magharibi na Ulaya Mashariki vilivyokuwa vikimalizika miaka ya 1980 utakumbuka wakati huo kulikuwa kuna mapigano kule Yugoslavia zamani, um, ambayo yalihusisha Bosnia Herzegovina, Korasha na na, na baadhi ya nchi zingine pale Ulaya Mashariki. Kwa hiyo na umuhimu wa kuwa na chombo kama hiki ukaonekana kupata nguvu zaidi na baada ya yale mauaji ya kule Bosnia Herzegovina pia tulishuhudia mauaji mengine nchini Rwanda. Kwa hiyo uh, jumuiya ya kimataifa chini ya uh, Umoja wa Mataifa ukaona ni muhimu sasa kuhakikisha chombo kitakachosimamia uh, mashtaka ya uhalifu wa namna hiyo kinaanzishwa mara moja. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa ukachukua jukumu la kufanya uh, taratibu za uanzishwaji wa mahakama ya ICC na mnamo tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 1998 kukafanyika conference ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuanzisha treaty ambayo inaitwa Rome Statute. Katika tarehe hiyo 17 mwezi wa 7 mwaka 1998, mataifa au nchi 160 zilikutana pale Rome, Italy na zikapitisha sheria yani Rome Statute, kama treaty law. Na mpaka kufikia baada ya kupitishwa treaty, haikuanza kufanya kazi mara moja, ilikaa kwa miaka takriban minne mpaka tarehe moja mwezi wa saba mwaka elfu mbili, na mbili ndipo ile sheria ilipoanza kufanya kazi, ikiwa imekubalika na nchi wanachama 120. Waliopitisha walikuwa mia sitini, lakini waliokubali e, sheria hiyo ifanye kazi katika nchi zao ni mia ishirini peke yake. Kwa hiyo utaona kuna kama mataifa arobaini hivi yalikuwa japo yalipitisha hii sheria lakini yalikuwa hayajakubali anze kufanya kazi katika nchi zao. Na mpaka kufikia mwezi Februari mwaka elfu mbili na ishirini na tano yani mwaka huu, tuna nchi zilizokubali sheria hii kufanya kazi katika nchi zao 125 Tanzania ikiwa moja ya nchi wanachama waliokubali sheria hii itumike Tanzania. Na hii ni mahakama ya kudumu, si mahakama ya muda maalum. Ninasema ya kudumu kwa sababu huko nyuma pia tumewahi kuwa na mahakama za kimataifa lakini ambazo zilikuwa zikipitishwa au kuanzishwa kwa maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Tumekuwa na mahakama e, ya Sierra Leone ambayo ilianzishwa kwa azimio la Baraza la Usalama. Tumekuwa pia na mahakama ya Yugoslavia ambayo ilikuwa e, ikitambulika kwa, kwa umaarufu sana kama ICTY ambayo pia ilianzishwa kwa kwa azimio la Baraza la Usalama Umoja wa Mataifa, na baadaye tulikuwa na mahakama ya Rwanda ambayo ilikuwa hosted jijini Arusha maarufu ikitambulika kama ICTR, nayo ilianzishwa kwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Mahakama hizo zote hazikuwa za kudumu, zilikuwa zinaanzishwa kwa kusikiliza mashtaka katika nchi hizo, na pale wanapokamilisha kazi hizo, basi mahakama hizo pia zilikuwa kazi zake zinakuwa zimeishia hapo. Lakini kwa, kwa mahakama ya ICC sasa, ina ni mahakama ya kudumu na majukumu yake ni majukumu ya kudumu. Kuna watu pia wana, wanachanganya kwamba hii ni mahakama ambayo inasimamiwa na umoja wa mataifa. Hapana, hii ni, ni mahakama ambayo imeanzishwa na nchi wanachama katika Rome Statute, na, na na kimsingi, hii ni mahakama huru ya kimataifa japo ina uhusiano fulani na Umoja wa Mataifa, lakini eh, kwa kizungu tunasema hii ni independent and autonomous uh, organization. Mahakama hii inafanyaje kazi? Mahakama hii ina organ nne, ina organ nne za mahakama iko ofisi ya, ya rais wa mahakama, lakini iko ofisi ya mwendesha mashtaka, yani ICC prosecutor ambaye kwa sasa tunaye e, Wakili Karim Khan, lakini pia tuna ofisi, uh, tuna ofisi, tuna mahakama zenyewe yani, uh, ch court chambers ambazo kimsingi ziko tatu kwa sababu tunayo chemba ya awali tunaita pre trial chemba, tuna tuna trial chemba na tuna appeal chemba. Hizi ni kwa ajili ya uendeshaji wa kesi zenyewe, sasa zitapokuwa zimekwisha fikishwa mbele ya mahakama. Na tuna ofisi ofisi ya msajili wa mahakama yani registrar, ambayo kimsingi kazi zake inafanya kazi za kiutawala kusaidia mahakama yenyewe kufanya kazi zake. Hizo ndio organ nne za mahakama hii. Na na, katika hizo organ, ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC ni independent organ, haingiliwi na, na na chambers, lakini pia haingiliwi na president kwa hiyo inafanya kazi zake bila kuingiliwa au kuelekezwa. Kuna watu wanadhani pia kwamba mahakama hii imeanzishwa kama kama mbadala wa mahakama zetu za ndani, kwamba mahakama za ndani haziwezi kusikiliza mashauri eh, yaliyopo katika Rome Statute hiyo ni, dhana ni, ni dhana ambayo si sahihi. Mahakama ya ICC ina complement mahakama zetu za ndani. Kwa hiyo mahakama zetu za ndani kwa nchi wanachama wa ICC zina mamlaka ya kusikiliza mashauri yaliyopo kwenye Rome Statute, zina mamlaka mashauri yoyote ya, ya, ambayo yametamkwa ya, kule kwamba haya ni, ni, ma, ma, mashtaka haya ni uhalifu dhidi eh, dhidi ya binadamu eh, yanaweza kusikilizwa na mahakama zetu za ndani kwa nchi wanachama. Lakini kwa nchi ambazo si wanachama, mahakama hii pia inaweza kusikiliza mashauri yake kwa nchi ambazo si wanachama kwa ridhaa ya nchi zenyewe, kwa ridhaa ya nchi zenyewe, inaweza ikasikiliza uh, kesi zinazohusu um, mashauri ma, ma, ma, ma, ma, ma yanayohusu um, mashtaka yaliyoko katika katika sheria ya Roma, yani Rome Statute, lakini jukumu la kwanza ni jukumu la mahakama za ndani za nchi kusikiliza mashauri hayo. Sasa kuna shida tu inaweza kutokea kwa sababu ya mazingira yenyewe ya makosa yanavyofanyika ndani ya nchi, nchi ikaona haiwezi kusikiliza yale mashauri kwa sababu mbalimbali, labda uwezo eh. Pia kusikiliza mashauri kama hayo unahitaji u... skili, ujuzi au ueledi wa hali ya juu wa upelelezi na unaweza kukuta na nchi mwanachama haiwezi kufikia viwango vile, lakini pia naweza kukuta tu nchi yenyewe haiko tayari kusikiliza kesi za namna hiyo, kwa sababu haitaki kuhusisha baadhi ya watu katika mashtaka hayo, au baadhi ya wahusika wanaweza kuwa wanakinga katika nchi hizo. Kwa hiyo katika mazingira hayo ICC kuingilia kati kufanya uendeshaji wa mashtaka upelelezi, e, na mambo mengine yanayohusu uhalifu wa namna hiyo. Kuna, kuna, kuna dhana pia kwamba mahakama hii huenda huwa ina inalenga baadhi ya, baadhi ya watu au, au baadhi ya nchi pia. Hiyo dhana sio sahihi sana kwa sababu um, katika katika nchi wanachama wa ICC 125 walioko mpaka sasa, hakuna bara ambalo halina, halina wanachama katika mahakama ya ICC. Na wanachama wengi katika uh, mahakama ya ICC wanatoka barani Afrika. Wanachama wengi wanatoka barani Afrika. Na na kama si nakumbuka sawasawa, Afrika ina wanachama ina wanachama zaidi ya ishirini ya ICC. Ina wanachama zaidi ya ishirini ya ICC. Na ICC inasikiliza makosa gani? ICC inasikiliza makosa gani? ICC inaozesha aina nne za makosa ambayo yanaweza kusikilizwa katika mahakama ya ICC. Makosa hayo yametajwa kama genocide, lakini eh, kuna makosa ya uhalifu wa kivita yani war crimes. Na, na, na pia kuna makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu, yani crime against humanity, na na kuna makosa yanayohusu aggression, aggression, ni uvamizi wa nchi moja kwa nchi nyingine. Kwa hiyo haya makosa yamewekwa katika makundi manne lakini nah, unaweza kukuta kuna makosa ambayo yako kila kundi. Kwa mfano mauaji yanaweza kuwa ni, -ni makosa dhidi ya dhidi ya ubinadamu, lakini mauaji yanaweza pia kuwa makosa ya kivita. Genocide pia inaweza kuwa na mada huko ndani, yani mauaji eh, lakini aggression pia inaweza kuwa na mauaji. Ukichukua kwa mfano aa, mashambulizi yaliyokuwa yakifanyika kule kule kule Gaza na kutoka kwa Israel ambayo yalilazimisha ya, ya maelfu ya watu kuhama katika makazi yao e, kupisha operation za kijeshi hayo e, ni makosa ya uhalifu E, wa kivita na katika Rome Statute inatamkika e, e, hilo ni kosa la forcible transfer of people, umewahamisha kwa nguvu, lakini unaweza katika a, zoezi hilo la uhamishaji watu kwa nguvu ambalo ni kosa pia ukafanya mauaji hayo, e, ni, ni makosa ya kivita, lakini makosa ya kivita au makosa dhidi ya ubinadamu pia yanaweza kufanana fanana ukifanya eh, enforced prostitution kwa, katika operation za kijeshi ni kosa na ni kosa la kivita, na lakini pia ni kosa dhidi ya dhidi ya ubinadamu uh. Kwa hiyo mm, makosa hayo yapo katika makundi manne, lakini unaweza kukuta makosa yale madogo katika hayo makundi manne. E kosa moja ukakuta liko katika makundi yote. Uh, kwa hiyo kimsingi makundi manne ya makosa ambayo yameorodheshwa katika Rome Statute, ni genocide, ni crimes against humanity, ni yani, uhalifu dhidi ya ubinadamu, lakini pia tuna war crimes, makosa ya kivita na, na aggression ambayo nimesema ni uvamizi. Kuna mazingira kuna mazingira ambayo mahakama hii inafanya kazi kwa treaty ya Rome iliyoianzisha, yani Rome yani statute, lakini kuna mazingira ambayo mahakama hii imelazimika kufanya kazi kwa kupokea maelekezo kutoka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ee, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lina wanachukua, kwa kawaida linakuwa na wanachama 15 kwa kipindi chake, na kati ya hao wanachama 15 tuna wale wanachama wa tano wa kudumu ambao ni, ni Urusi, um, Marekani, China, Ufaransa na Uingereza. Hao huwa hawabadilishwi, lakini wale wengine kumi waliobaki huwa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wanapokezana. Kwa hiyo katika mazingira ambayo sheria ya Rome haiwezi kufanya kazi na hasa pale ambapo nchi ambayo inahusika kufanyiwa uchunguzi au watu wake wanahusika kushtakiwa si mwanachama, basi baraza la usalama mara kadhaa limelazimika kutoa um, referral ni kupeleka uh, rufaa yake au maelekezo yake kwamba tunadhani kule kwa shida iliyoko ICC wafanye intervention. Kwa hiyo ICC hufanyia kazi hizo referral kutoka baraza la usalama, na mfano mzuri ulikuwa kule Sudani, Dafu, wakati wamekufa maelfu mm, ya watu kule, na na Sudani ilikataa kushirikiana na ICC kwa sababu ilikuwa na sababu ya msingi inasema yenyewe sio mwanachama wa ICC, kwa hivyo haina wajibu wowote kwa ICC. Lakini baraza la usalama kwa kutumia United Nations Charter uh, chapter 7 ina mandeti ya kutoa maelekezo kwamba ICC ifanye intervention katika, katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo kule, uh, alishtakiwa mtu mmoja akiitwa Ali Muhammad Ali au Al-Maruf akijulikana kama Al-Kush, na, na, na katika utetezi wake alisisitiza kwamba yeye hakuwa hakutakiwa kuwa submitted au kuwajibishwa na mahakama ya ICC kwa sababu Sudani haikuwa mwanachama, lakini mahakama mm, mm, haikukubaliana na, na, na utetezi wake, na katika hukumu ya mwisho ya appeal chamber kuliko kuna mambo mengi yamezungumzwa katika hukumu ile, na mahakama ili ilitafakari ili, ili kwa kina baadhi ya, baadhi ya kanuni ikitumia pia um, customary international law kwamba kwa kwa desturi za kawaida za kimataifa mtu hawezi kufanya uhalifu alafu akategemea atapata kinga. Kulikuwa kuna kuna um, kuna argument za kisheria kwamba mahakama inawezaje kupata uhalali wa kusikiliza shauri ambalo mahakama hiyo haina legality kwa sababu legality ni, ni, ni ile nguvu ya kisheria ya kusikiliza jambo fulani. Kwa hiyo pamoja na na, na na argumenti hizo, mahakama iliona bado inaweza kuendelea katika mazingira fulani fulani kusikiliza mashtaka dhidi ya mtu hata kama hata kama anatoka katika nchi ambayo si mwanachama wa Rome Statute. Na japo hukumu hiyo ni hukumu eh, ya mahakama na kwa hiyo ni ni, ni, ni record um, bado kuna kuna kuna research za kisheria zinafanywa na, na wasomi wabobezi wa, wa sheria kuona kama hukumu ile ilikuwa sahihi ku- ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku kuipa mamlaka Baraza la Usalama kuipa mamlaka ICC kusikiliza mashtaka e, yanayotoka kwa nchi ambayo si mwanachama. Na kuna wasomi wanasema kwa kufanya hivyo, baraza la usalama pia lilikuwa limejielekeza isivyopasa, au kwa lugha yetu ya kisheria tunasema limefanya ultra vires act. Lakini pia na baadhi ya wasomi wanaona ICC ambayo msingi wake wa kisheria unapaswa kuwa Rome Statute kwa, kwa kupokea maelekezo kutoka baraza la usalama na kuyafanyia kazi, pia wanaona ICC pia imefanya ultra vires act. Kwa hiyo hayo tu ni ni hizo ni, ni, ni hoja za, za kisheria lakini kimsingi hazijabadilisha uamuzi wa mahakama kwamba na na kwa uamuzi ule e, sasa hivi unaweza ukasema a, kwa uamuzi ule wa m, a, a, appeal chamber kwamba mahakama ya ICC inaweza ikasikiliza e, shauri lolote la uhalifu wa kivita kutoka katika nchi yoyote iwe mwanachama au isiwe mwanachama I, ni kama imepata imepewa eh, universal jurisdiction. Hiyo ni hoja sana ya, ya, ya, ya kitaalamu ya, ki, ya, ki, ya, ki kwa wanasheria, lakini na, na, uamuzi wa, wa mahakama katika, katika kesi hiyo utabaki kuwa uamuzi halali kwa sababu haukuwahi kubatilishwa na Watu wengi wanauliza pia e, mtu anaweza kutoshtakiwa na ICC kwa sababu tu labda yeye ni rais katika nchi fulani, au makosa aliyofanya aliyafanya kwa sababu alikuwa na mamlaka fulani katika nchi hiyo, na ukweli ni kwamba ICC ICC ina ina, ina mshtaki mtu kwa hiyo e, kama alifanya makosa ya uhalifu wa kivita alifanya makosa e, ya, ki, ya, ya, ya kivita na alifanya makosa dhidi ya ubinadamu bado atashitakiwa kama yeye bado atashtakiwa kama yeye, na, na hatakuwa na kinga yoyote na kama alikuwa anasimamia um, alikuwa mkuu wa idara fulani, kwa hiyo alitoa maelekezo kwa watu wanaowasimamia kufanya makosa, yule mtu atashtakiwa yeye kwa maelekezo aliyoyatoa kwa watu wanaowasimamia bila kujali wazifa wake. Sisi kule ICC hatu, hatuna immunity eh, ziko nchi zimeweka immunity mpaka kwenye katiba za zao kwamba huyu mtu na huyu mtu hapaswi kushtakiwa kwa kosa lolote, lakini sisi ICC tunasema uh, there's no immunity. Na kwetu sisi na neno la kawaida sana linalotumika kule tunasema no impunity, yani hakuna -ha, mtu atakwepa kushtakiwa kwa sababu iwayo yoyote iwe ya madaraka alionayo au kwamba alifanya makosa hayo kwa sababu kuna mtu mwenye madaraka juu yake alitoa ali, ali amri kwamba atekeleze uhalifu. Hiyo haiwezi kuwa sababu yoyote itakayofanya ICC isimshtaki mtu, utashtakiwa. ICC tunasema no impunity kama una, una immunity kule kwenu kwa katiba yako, kwa ICC sisi tunasema hauna impunity, utashtakiwa. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.